Ilikuwa ni asubuhi ya mtihani. Liliani na wenzake watatu walikuwa wakielekea kwenye chumba cha mtihani. Wote walionekana wapo tayari, vitambulisho, kalamu na vifaa vyote, lakini Liliani, bila kujua, alikuwa amesahau kitu muhimu sana. Alidhani kila kitu kiko sawa, lakini mara nyingi uzembe hujificha kwenye kujiamini kupita kiasi. narot charivokoltataba pepa yake, vitambulisho mnavyo kila kitu kiko sawa, fresh. Walipofika mlangoni ukaguzi ukaanza. Mwanafunzi mmoja baada ya mwingine walipita. Ilipofika zamu ya Lilian ndipo dunia yake ilipoanza kusimama. Kitambulisho? Kitambulisho. Kilikwemo. Bwana sikioni. Mwanafunzi wa mwaka wa pili hujui sherehe za mitihani. Hautaruhusiwa kuingia bila kitambulisho. Ondoka kakifuate. Muda nao ukaanza kumkimbia kwa hofu na kuchanganyikiwa. Liliani alipiga simu kwa rafiki yake, halo rafiki yangu, tafadhali niangalizie room, kitambulisho changu kipo. Sipo karibu nipo mbali kidogo, lakini nitakuja kwa haraka. Asante, asante. Mungu bado naweza. Aliporudi kwenye chumba cha mtihani alikuta wenzake wakimalizia. Hofu ilimchanganya, macho yakaanza kutangatanga. Ndipo kosa la pili na la mwisho likajitokeza. Mfukoni alikuwa amesahau karatasi kidogo, maarufu kama kibomu. Wewe, hicho nini? Binti, hiki ni kibomu, na unajua sheria za mtihani haziruhusu hili. Sheria ni sheria, toka nje mara moja binti, nje, toka nje! Sheria za mtihani hazina huruma. Hakukuwa na nafasi ya maelezo, hakukuwa na nafasi ya kuomba msamaha. Liliani alitoka nje ya chumba cha mtihani akiwa analia, sio kwa sababu alishindwa maswali, bali kwa sababu hakufuata sheria. Kisa cha Liliani ni somo kwa kila mwanafunzi. Fika kwa wakati, beba kitambulisho, usibebe kibomu, epuka formation, fuata sheria zote na taratibu za mitihani.